Taharuki imetanda barani Ulaya baada ya kubainika kuwa mfadhili mmoja wa mbegu za kiume kutoka Benki ya Manii ya Ulaya nchini Denmark aliyojulikana kama dona nambari 7069 alikuwa na mabadiliko adimu ya kijenetiki ya TP53 yanayoongeza hatari ya saratani. Kisa hicho kilifichuka baada ya mama mmoja wa Ufaransa kufahamishwa kuwa mbegu zilizomsaidia kupata mtoto wake zilikuwa hatarishi. Fikiria, taarifa hii ilimjia miaka kumi na tatu baadaye. Vipimo vilionyesha binti yake ameathirika ya na mabadiliko hayo, lakini taarifa hizo zilicheleweshwa kwa miezi kumi na nane kutokana na matatizo ya mfumo wa kompyuta. Uchunguzi wa DW unaonyesha mfadhili huyo alitoa mbegu kwa zaidi ya miaka kumi na tano na kusababisha kuzaliwa kwa watoto takriban 197 katika nchi kumi na nne idadi inayozidi viwango vya kisheria katika baadhi ya mataifa. Tayari baadhi ya watoto wamegunduliwa na saratani zaidi ya moja, huku wataalamu wakionya kuwa kugundua hatari hiyo mapema kungezuia madhara. Benki ya Manii inadai kufuata taratibu, lakini inakiri idadi ya familia ilizidi kiwango kilichowekwa, ikilaumu taarifa hafifu kutoka kwa kliniki na utalii wa uzazi. Sasa makundi ya watoto waliozaliwa kwa mbegu za wafadhili wanataka kuwepo kwa kikomo cha kimataifa na usajili wa kimataifa wa wafadhili ili kufuatilia hatari za kijenetik kwa wakati. Wakati mjadala huu ukizidi kupamba moto, familia nyingi zinajiuliza: kwa nini taarifa muhimu za kiafya zilichelewa ili hali zingeweza kuokoa maisha? Vipi? Una maoni gani?